Ili tuwe, uh, tuwe tuwe vizuri. Kwa hiyo hicho kitu tunachosubiri the the problem is the very difficult communication kati ya ya ya kati ya FIFA na na na Tanzania. Uh, tunatumia zaidi ya laki tano laki sita kupiga simu kule kila siku uh, lakini wakati mwingine inakuwa very difficult kuweza kupata majibu. Kwa hiyo hicho tunakisubiri kwa sasa, lakini uh, kila kitu kiko sawa, hakuna ban kwenye system. Uh, FIFA wanasubiri TFF wanasubiri taarifa rasmi kutoka FIFA kwamba uh, tunaweza tukapewa masaa yetu kwa ajili ya kuingiza wachezaji. Fountain iko uh, na hali gani kwa sababu ni msimu wa pili sasa inapata changamoto kama hiyo, na changamoto kama hiyo inaathiri vipi club katika kutamatisha msimu mzima kwa sababu changamoto ya msimu uliopita ni tofauti na msimu huu? Kwa hiyo kumekuwa na kuunganisha haya, haya matatizo, ukweli ni kwamba Yes, klabu ilikuwa na, na madeni ya muda mrefu sana kwa siku za nyuma. Kwa hiyo as a management tumekuwa tukipambana kuhakikisha kwamba tunayapunguza na kuyamaliza haya madeni hii. Uh, deni tunayozungumza sasa hivi, tunazungumza madeni ya kama Tambwe Tambwe, mwaka gani amecheza Fountain Gate? Kwa hiyo ni madeni ya muda mrefu sana ambayo yanazungumzwa. Kwa hiyo management imefanya kazi kubwa sana kuhakikisha kwamba inayalipa haya madeni na sasa hivi hatuna deni lolote ambalo, ambalo lipo. Kilichopo sasa hivi ni technical problem kwa ajili ya kufacilitate uh, Fountain Gate kuweza kuingiza wachezaji wake ku, na kuweza kuweza kuwa timu kamili ambayo inaweza ikawashindani. Msimu huu mnakuja kiushindani kuhakikisha kwamba hata top form na kuepo Fountain. Tumefanya usajili makini sana. Tumefanya usajili makini usajili wetu mwaka huu na mchanganyiko wa wachezaji wa kimataifa ambao ni wachezaji wakubwa, lakini vile vile kuna wachezaji experience wa Tanzania Aa, lakini vilevile vile tuna vichezaji vijana ambao ni tumaini kubwa sana la, la siku zijazo. Kwa hiyo pale ambapo tutafunguliwa, tutakaporuhusiwa kuingiza wachezaji wetu, basi mtaona kikosi ambacho Fountain kimesajili. Kime na tunaamini tutakuwa timu moja shindani sana kwenye ligi msimu huu. Asante. Yeah.